Hello everyone, welcome back to my channel. Leo nimewaleteni mastaa mbalimbali wakiwa kwenye mtoko wa Eid. Eid hii ilikuwa ya kuchinja na watu mbalimbali walipendezwa, walivaa kadamesh, wengine walitoka. Sasa nimewaleteni hapa mastaa mbalimbali mwaone na mitoko yao na wengine nini walikifanya kwenye hii weekend yote. Well, guys, bila ya kupoteza muda let's start with Okay, we have hapa guess who? a Uh, guess guess <laughs> the boss lady herself, huyu ni Zari, the boss lady, ex wa Diamond Platnumz. Siku hizi yuko kimodest zaidi, kwa hiyo katuvalia abaya lake safi kabisa. Nails ziko perfect, the makeup new ziko very perfect. Imependa sana Zari, kama jina lake lilivyo the boss lady, na anapenda kukaa Kibos lady yani ye siku zote yuko. And kuna siku ni share kompost na nikaona comment hapo ya shabiki anasema o oh, kwani huyu ni mtizi? Well guys, huyu ni star na tumemjua kupitia Diamond Platnumz okay. Guys ni suja, suja, kwa hiyo ni apart of star pia. Hapa sijakuwa sija specifi kwamba, ni, wa, ni watizi ama ni wa Nigeria ama ni hawa ni mastaa tu kwa ujumla. Well my beautiful people, hapo tuko na anti Ezekiel yuko na mwanawe mashallah, wametutakia Eid Mubarak, mwanae ikapendeza na kikanzu na yeye mwenyewe anti kaluka very, very good. Nimependa sana, huo ndio mtoko wake na alidamshi vibaya sana. Well guys, twende kwa biharusi wetu jamani, huyu biharusi, ubiharusi bado haujaisha. Tuko na Zuchu, hii ndio outfit yake. Zuchu aliandaa kihafla like kidogo nyumbani kwake kwa sababu ya Eid. Mimi siekagi title za uongo uongo, sijui niseme harusi kitchen party. No, hii ilikuwa just for Eid, aliandaa kipati na ndugu zake wa karibu, na huo ndio mtoko wake Si mnaona watu wengine pia wamevaa, hii ni kama sare, alikuja nayo, then baadaye akabadilisha. Alipendeza bana. Kama hujaona hizi video, niisha posti zote mbili, part 1 and part 2, akiwa anasherekia na vichambo na nini. Hebu msikilizeni kwanza, hapa mtaelewa. <muchiline> Yeah, that's my favorite part kwenye hii video yake ndio maana mnaona nimeiweka hapo. Okay, let's move forward tuko kwa Paula, kwa Paula na kapenda. Ka kwa Paula ni kazuri katoka out na mama yake na mtoto wao. They look so good. Hii ilikuwa ni weekend, mambo ya weekend, mambo ya Eid haya. Umeona hapo Paula alivyovalia na huyu sijui ni ndugu yake ama ni I don't know who she is lakini they both looked good. Na huyu ni Kajala, amemwona eh? kuna watu wa kiage, as the age goes on wanazeeka. Huyu bwana yeye anarudi kuwa kuwa mbichi e, plus g basi, anazidi kunawiri, anazidi kuwa kama mtoto mdogo. Ok, tuna move forward, tuko kwa hapa. Mnamjua huyu nani? Mnamjua Papa, eh, papa! Kama mnafuatilia Tufani na pia ni mtangazaji wao Wasafi, Hadija Mzee kapendeza sana na nguo yake nzuri from Dubai collection, the hina is on point. Yani kavaa kama naenda kuolewa, lakini kajua kubaruza. Kapendeza sana, nimempenda sana. Ouk okay, hapa tuko na warembo wetu wawili Official Nai na Posh Queen, that's how they dress for the Eid. Huu ulikuwa ni mwaliko wa Uncle T aliandaa na yeye kipati flani vicha Eid alikiandaa na akawaalika hawa watu mnaona, po aliwaalika and they all look good, wamependeza so meona bwana, nimependa hiyo dishdasha ya Official Nai niwasogezeni hapa mumuone vizuri, ofisho naye alivyopendeza. Mnaiona dishdasha yake hiyo? Yes, I love it so much kajua kubaruza sana also. Posh queen naye alijua kupendeza. Haya vipenzi, tuende kwa another biharusi wetu, huyu hapa akiwa na mume wake safi kabisa, Priscilla na Juma Jux wame look so good, lakini hii outfit mwona kama picha mwana kama alivyoende Saudi Arabia, hii ndo alite kule, ama I'm not sure, lakini they posted this photo and waka, waka to wish happy Eid Mubarak and wamependeza sana Priscilla, eh, very good very young and Juma Jukes naye kajiwa kwa baroza wamependeza. Haya bwana, twende kwa Zeilisa na familia yake. Zeilisa, mnamwona po mm-hmm. Kama kawaida yeye siku za Eid anatoka na familia yake. Hapo walikuwa Buhet, house of food, walikuwa kwa Aisha Buhet wajina na walikuwa kwa, Buhet, wajina. E, walikuwa kwa wajina hapo, na muona, huo ndio ulikuwa msoko wake. Hizi zilikuwa just a photo shoot, lakini alivyotoka kabisa alitoka na ile lakini photo shoot aliyoteka na ngoo yake ilikuwa ni hii hapa na alibaruza sana Okay, the next one we have Nandy also Nandy's video ni she posted, nenda kaangalie kashow kake kalika kazuri. Okay, hii ni alika outfit yake. Yeye bwana, Eid yake ama weekend yake ali spend Dodoma kwenda kufanya show yeye na mume wake. Na hizi ndo zilikuwa outfits zao wakati wa kuperform on the stage. Yeah bwana, wote wawili walijua kubaruza sana. Here we have a chimama na chibaba ake. Wmpat andtewou bwana bwana, hawa wako so much in love baada ya wezi kutoka ku perform zake huko, uh, Dodoma. Basi aka spend time na mpenzi wake for the weekend and that's how they looked so nice Tushamuona woz and huyu bwana ni Zamaradi akiwa na mume wake kipenzi chake Chiki, walivyodamshi jamani, hadi raha. Huyu ndo mtoko wao wa Eid and they both looked amazing. Wamependeza sana na outfit zao, zime yaani wenyewe kwanza wameendana na wamependezana, hatari na dusu bila kusahau pia Uncle T, hii nilisema party alijianda party, party fulani hivi. Huyu e, ndo mwenyewe na hiyo ndio outfit yake bwana. Ilikuwa siku ya Eid akavaa full white, na kwenye shughuli yake bwana akamvua kakanyesha, kwa hiyo ikabidi waingie ndani e, ngoma ikahamia ndani, kwa sababu nje kulikuwa kumefanywa setup nzuri sana, lakini hivyo tena mvua ikanyesha wakamia zao ndani. Well guys, hizo bwana ndo zilikuwa Eid a weekend za mastaa mbalimbali mnaonaje? Eid zao mnaonaje? outfit zao walizotoka nazo also spending zao walizozifanya? Me on my side, wote wali look great, wote wali have fun bwana. Lazuchu Zuchi nimemzimikia <laughs> kuna watu wanawivu jamani, ukifuatilia comment, lakini Zuchu she is my favorite always and always and always from now on yani. Well, guys drop your comment hapo chini. Sta yupika kukosha na wikend yake eh? Uliyempenda wewe aliyekukosha wewe yupi? Pia usisahau kusubscribe, like and comment, weka notification yako on ili usipetwa na mambo mazuri na matamu zaidi ya mastaa nitakavyopost tu to... uwe wa kwanza kuwa notified. Ila wote bwana walibamba wote, wote walibamba. Well guys, thank you so much.